ni saa kumi na mbili Afrika Mashariki sawa na saa kumi na moja kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Ijumaa Novemba ishirini na nane elfu mbili na ishirini na tano Na kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika mkana BBC asubuhi hii, kumesambaa video inayoonyesha maafisa wa usalama wa Israeli wakiwapiga risasi na kuwaua Wapalestina wawili licha ya watu hao kujisalimisha huko Jenin, Palestina. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema ana matumaini kwamba mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Washington kati yake na Rais Felix Tshisekedi wa DRC yataleta matokeo yanayoonekana na katika gumzo tunaangazia ziara ya kwanza nje ya Vatikani kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo, na kwa nini amechagua kuanzia Uturuki. Licha ya kuwa na idadi ndogo ya Wakristo, ni nchi ambayo inabeba historia kubwa sana ya Ukristo duniani kwa sababu hata Papa mwenyewe anakwenda kuadhimisha miaka elfu moja mia saba ya baraza la kanisa la awali. Msikilizaji, tuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni halima Nyanza. Halima, karibu. Asante David na habari, msikilizaji. Kumesambaa video inaonyesha wanajeshi wa Israel wakiwaua wapalestina wawili hata baada ya kujisalimisha katika eneo la Jenin linalokaliwa kimabavu kwenye ukingo wa magharibi. Picha hiyo inaonyesha wanaume hao wakitoka katika jengo huku wakiwa wameonyesha mikono juu kama ishara ya kujisalimisha, wakiwa wamezungukwa na wanajeshi. Picha hiyo pia inaonyesha watu hao wakirudi ndani ya jengo na baadaye kupigwa risasi hadi kufa. Israeli imewaelezea watu hao kama magaidi, huku mamlaka ya Palestina ikiyaita mauaji hayo kama uhalifu wa kivita. E, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kifo cha mmoja wa wanajeshi wake kutoka katika kikosi cha taifa cha ulinzi ambaye alipigwa risasi mjini Washington siku ya Jumatano. Aidha amesema mwanajeshi mwingine Andrew Wolfe yuko katika hali mbaya. Marekani imesema itakagua upya vibali vya ukazi vya wa kudumu vya Waafgani walio nchini humo pamoja na wa kutoka nchi nyingine 18 kufuatia tukio hilo la ufyatuaji risasi lililofanywa na raia wa Afghanistan Rahmanullah Lakanwal ambaye aliwahi kufanya kazi na shirika la ujasusi la CIA wakati akiwa nchini mwake. Rais Trump amemwelezea mwanajeshi huyo aliyekufa Sarah Beckstrom, mwenye umri wa miaka 20 kuwa amepoteza maisha akiwa kijana mdogo. Sarah Beckstrom of West Virginia. Sarah Beckstrom, kutoka West Virginia, kijana aliyepewa heshima kubwa, mwenye umahiri katika kila hali, amefariki dunia muda mfupi uliopita. Raisi aliyeondolewa madarakani wa Guinea Bisau amewasili nchini Senegali baada ya kuachiliwa huru baada ya mazungumzo na jumuiya ya kiuchumi ya nchi za ma Afrika Magharibi, ECOWAS. Umaro Sisoko Embalo pamoja na maafisa wengine waandamizi waliondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea siku ya Jumatano, ikiwa ni siku moja tu kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo mwishoni mwa juma. Mkuu wa majeshi wa nchi hiyo ameapishwa tayari kwa kile jeshi walichokieleza kama utawala wa mpito na rais Vladimir Putin wa Urusi amesema hakuna maana ya kusaini makubaliano ya amani na uongozi wa sasa wa Ukraine ambao ameuelezea kuwa siyo halali. Amesema mapendekezo mapya yaliyofikiwa ya, ya mpango wa amani yanaoungwa mkono na Marekani yanaweza kuwa msingi wa makubaliano ya baadaye ya kumaliza vita. Hata hivyo, rais Putin amesisitiza juu ya madai yake ya msingi ambayo yanajumuisha Ukraine kukabidhi baadhi ya maeneo ambayo Urusi hayajakamata bado. Hii ni BBC na muhtasari wa habari za ulimwengu, umesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM redio ya shirika na kwenye internet katika BBC Swahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize kupitia Classic FM, Kenya ni Pamoja FM, nchini Uganda yatege sikio kupitia Voice of Muhabura, na ukiwa DRC ni Radio Muungano Beni, vilevile vile unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu wa Facebook kwa BBC Swahili. Unaandika maoni yako pale, msikilizaji, kisha tukipata nafasi tunaweza kuyasoma moja kwa moja. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya, karibu karibia. Msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye muktasari wa habari za ulimwengu kumesambaa kwa video inayoonyesha maafisa wa usalama wa Israel wakipiga risasi na kuwaua Wapalestina wawili licha ya watu hao kujisalimisha huko Jenini katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Picha hiyo mjongeo inayoonyesha wanaume hao wakitoka ndani ya jengo wakiwa wameinua mikono yao juu chini ya ulinzi wa wanajeshi mpakani, Phyllis Motena na maelezo zaidi. Mamlaka ya Palestina imetuhumu vikosi vya Israel kwa kutenda kile ilichokiita uhalifu wa kivita na ikataja mauaji hayo kama ya kikatili. Jeshi la Israel na polisi wanasema wanaume hao walikuwa wanatafutwa na walihusishwa na mtandao wa kigaidi na kwamba tukio hilo linachunguzwa. Waziri wa usalama wa taifa nchini Israel, Itamar Ben Gvir, ameonyesha uungaji mkono wake kamili kwa maafisa waliohusika, akiongeza kuwa magaidi lazima wafe. Video hiyo inaonyesha wanaume wawili wa Palestina wakitoka ndani ya jengo wakiwa wameinua mikono yao. Wamezungukwa na walinzi kadhaa wa mpaka wa Israel kisha wanapiga magoti chini. Mmoja wao anainua fulana yake kana kwamba kuonyesha kuwa hana silaha. Baada ya muda mfupi wanarudi ndani ya jengo na hapo ndipo polisi wa mpaka wanawafyatulia risasi na kuwaua. Taarifa ya pamoja kutoka IDF na polisi inasema kuwa vikosi hivyo vilikuwa vikijaribu kuwakamata watu waliotafutwa kwa kutekeleza shughuli za kigaidi ikiwemo kutupa vilipuzi na kuwafyatulia risasi maafisa wa usalama. Hayo yakijiri kijana wa uraia wa Kipalestina Mmarekani ambaye amezuiwa kwa miezi tisa katika kizuizi cha Israel bila mashtaka ameachiliwa huru. Muhamed Ibrahim alikuwa na miaka kumi na tano alipokamatwa Februari katika eneo la Ukingo wa Magharibi ambako alikuwa likizoni akitokea Florida, kwa madai ya kutupa mawe kwa walowezi wa Kiyahudi, madai ambayo alikuwa nayakana. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kukaribisha habari hizo za kuachiliwa kwa Muhammad ni Phyllis Mote. Kwingineko, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema na no matumaini kwamba mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Washington kati yake na rais Felix Chisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo yataeleza matokeo yanayoonekana. Hata hivyo, katika mahojiano na wanahabari mjini Kigali, ameelezea wasiwasi wake kuhusu nia ya viongozi wa DRC akisema kwa siku za nyuma wamekuwa na msimamo unaobadilika kuhusu walichokubaliana. Ifuatayo ni taarifa mwanahabari wa BBC Ivyobuchana kutoka Kigali. Katika mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kigali, Rais Paul Kagame amesisitiza kuhusu masuala ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na uhusiano mbaya kati ya Rwanda na nchi hiyo. Rais Kagame amethibitisha kukutana kwa mazungumzo na mwenzie Felix Tshisekedi mjini Washington, Marekani, na kubainisha matumaini yake hata and... kukubaliana kukutana mjini Washington ni hatua na bidii kubwa. hatukufanya mambo haya hapo kabla. Sasa nafikiri hii ni hatua muhimu inayoelekea pazuri na yenye matumaini kwamba tunakaribia amani ya kudumu jambo ambalo lazima tuendelee kuliunga mkono. Hata hivyo kama alivyokuwa akizungumza katika mikutano mbalimbali mbali hapo nyuma, rais Kagame kwa mara nyingine tena ametilia shaka alichokitaja kuwa nia ya Kongo, akisema viongozi wa nchi hiyo wanakubali jambo moja leo na kufanya kinyume chake kesho. Katika mazungumzo hayo na wanahabari, rais Kagame ameulizwa kuhusu kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma kama ilivyopendekezwa na rais wa Ufaransa, kama njia ya kupeleka misaada ya kibinadamu mashariki mwa Kongo. Hili ndilo lililokuwa jibu lake: ningekuwa mimi ninaidhibiti Goma, ukaja kuniomba kutumia Goma, naweza kukubali, lakini kwa masharti. Kwanza nitakuambia kwamba sasa Goma ipo katika mzozo kati yangu na serikali na sasa iko mikononi mwangu. Kwa hiyo siwezi kukupa Goma kabla haujatatua matatizo yangu. Nisisikike kama msemaji wa hawa watu, nawaza tu. Ningekuwa wao, yeyote anayetaka Goma, Kavumu au Bukavu au kurudisha eneo zima la mashariki ya Kongo, nitakuambia kwamba hilo linawezekana ikiwa utapatia ufumbuzi matatizo yangu. Akizungumzia kundi la waasi la FDLR linaloendesha harakati zake mashariki mwa Kongo dhidi ya serikali ya Rwanda, Rais kwa mara nyingine alimnyoshea kidole mwenzie wa Kongo kuwaunga mkono waasi hao. Kuhusu idadi ya wapiganaji wa kundi hilo, Rais Kagame alisema kuwa ni wengi, akaongeza kwamba jambo la msingi si idadi yao, bali ni kujua ni watu wa aina gani na matatizo wanayosababishia ukanda. Ni taarifa yake. Mahakama nchini Kenya imetupilia mbali sheria iliyokuwa inawazuia wakulima kuuza na kugawiana mbegu ambazo hazijasajiliwa rasmi. Kundi la wakulima wadogo kumi na watano linaloungwa mkono na makundi ya kutetea haki za binadamu liliwasilisha kesi ya kupinga sheria hiyo. Kundi hilo lilisema kwamba sheria hiyo inanufaisha makampuni ama kampuni kubwa na kuathiri uwepo wa vyakula vya kiasili. Kwa upande wa kiserikali inasema vizuizi katika sheria hiyo ni muhimu katika kudumisha ubora na uzalishaji. Sasa uamuzi huu unamaanisha nini? Mwenzangu Roncliff Odit amezungumza na Wambugu wa Njohi, wakili wa wakulima waliokuwa wamepeleka kesi hiyo mahakamani. Uamuzi huu wa mahakama ni uamuzi ambao utakuwa na impact ambayo itakuwa kubwa sana katika agriculture, ukuzi wa, wa, wa mimea katika Afrika na katika Kenya na huu ni ushindi mkubwa sana. Kuna vipengele ambazo zilikuwa na shida kubwa sana especially kwa wakulima. Hivi vipengele viko katika sheria ambayo inaitwa Seed and Plant Varieties Act ya mwaka wa elfu mbili kumi na mbili na SPVA Seed and Plant Varieties Regulations za 2016 katika hivi vipengele vya hizi sheria mbili, ilikuwa ni wakulima walikuwa wanapata adhabu kubwa kwa kuwa na mbegu kupatiana mbegu kwa watu wengine mm -hmm. ama kuziuza ama kuzisave kwa the next harvest season. Kwa hivyo ni inakuwa hatia kukuwa na hizo mbegu kuziuza na kuzi a, atapatia majirani. Baada ya uh, uamuzi huu wa kihistoria ambao umetolewa katika mahakama, wakulima wana sababu ya kushangilia. Lakini nini ambacho lazima kifanywe katika siku za usoni, ili kuhakikisha kwamba wale wakulima wadogo wadogo katika mataifa yetu wanakuwa na nguvu zaidi katika kuendeleza kilimo chao ili kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula. Naam, hili ni jambo ambalo itabidi sisi hawashikadau wote, wakulima, wana, wanaharakati, mawakili, kila mtu tushikane, kwa sababu impact ya hii judgment ambayo imetolewa na koti leo, na lazima tuelimishe Wakenya tuelimishe wakulima kuhusu uh, hi, ile, ile judgment ambayo imetolewa leo, kwa sababu ni judgment ambayo itawa affect individually kama wakulima na pia uh, Wakenya juu. Kumbuke Wakenya tunategemea sana ukulima agriculture, huwa ina contribute portion kubwa sana ya economy ya Kenya. Kwa hivyo uh, lazima tushikane sote, washikadau wote, journalist uh, wanahabari, kulima, ili tuambie watu nini kimetendeka na impact ambayo itakuwa kutokana na hili swala nam. Wakati tukitafakari hayo sasa, na kupeleka kwa lady kwake, sports lady Phyllis Mote, michezo ipo tayari, twende mm -hmm. Shukran sana Devi, karibu msikilizaji, na minaanza hivi. Donyell Malen alifunga mara mbili, huku Aston Villa ikikaribia kufuzu moja kwa moja kwa hatua ya mtoano ya Europa League baada ya ushindi mnono dhidi ya Young Boys. Magoli ya mshambuliaji huyo mholanzi yalipatikana yote kipindi cha kwanza ambacho kilikuwa na vurugu kutoka kwa mashabiki upande wa wageni, huku Malen akipigwa na kikombe cha plastiki alipokuwa akisherekea bao lake la dakika 27. Kulikuwa na matukio mengine ya kusikitisha baada ya Villa kufunga bao la pili kabla ya mapumziko ikalazimu mchezo kusimamishwa kwa dakika chache baada ya baadhi ya viti kungolewa eneo walilokuwa mashabiki hao, lakini mambo yalitulia kipindi cha pili na vile ikathibitisha ushindi wake wa saba mfululizo wakiwa nyumbani. Na Nottingham Forest walikunguta Malmo kwenye Europa League na kuimarisha nafasi yao kufuzu hatua ya mtoano. Forest wamepata ushindi mara tatu mfululizo kwa mara ya kwanza tangu mwanzoni mwa mwaka, na kuporomoka kwao katika nusu ya pili ya msimu uliopita ndiko kulikowafanya washiriki Europa League badala ya Champions League. Lakini sasa wako point mbili kutoka nafasi ya juu nane, inayotoa tiketi ya moja kwa moja kwa hatua ya 16 bora wakiwa wamebaki na mechi tatu. naye kocha wa Liverpool Arne Slot aliye chini ya kiletu na kita presha amesema mazungumzo yake na wamiliki wa klabu baada ya kipigo kutoka PSV Eindhoven ni mazungumzo yale yale ambayo amekuwa akiyafanya tangu alipowasili Anfield na kwamba wataendelea kupambana. Kocha huyo Mholanzi anakabiliwa na shinikizo kubwa huko Anfield baada ya Reds kupata kipigo cha magoli manne kutoka kwa PSV wakati wa Champions League. Na kwa kifupi tu, Devi wa devwachangusie tetesi sasa. Manchester United wamewasiliana na wawakilishi Inasemekana wa Vinicius Junior ambaye anasemekana hana furaha ya kuendelea kucheza La Liga, na majirani zao Manchester City huenda wakaungana nao iwapo Brazil huyo ataamua kuondoka katika klabu hiyo ya Real. Lakini Manchester City vilevile vile wameungana na Arsenal kumfuatilia kiungo wa kati ama kumfuatilia Elche mwenye umri wa miaka 20 Mspanyola Rodrigo Mendoza, Mendoza huku Real Madrid pia wakionyesha nia deni hayo, mm -hmm. tu bwana. Asante, Felix, hili pale sindio? mm -hmm. Bila shaka Sante, bila shaka.